Naomba viongozi wa eneo la Ukambani kuwa ni watu ambao wanahimiza amani. Kwa muda mrefu katika kaunti za Ukambani, viongozi wamekuwa kila wakati wanapigana pigana, kutoka wapati wakati wa Mulu Mutisya, Paul Ngei na wengine, imekuwa ni wakati wa vita kila mao, kila wakati. Mimi nilipokuwa na hudumu Machakos kama gavana, Profesa Kibwana akihudumu kule Makueni, Malombe akihudumu kule Kitui, tulikuwa tunapigwa vita kila wakati, mipango yetu inakanyagiwa chini unataka kufanya kusukuma watu wasonge mbele, unavutwa chini, unakanyagiwa chini. Na hiyo vita ililete shida, kwa sababu hatuweza kuwahudumia wananchi kwa njia ambayo inafaa. Hivi sasa naona vita imerudi tena upande wa Ukambani. Naona speakers wamekuwa kama wote wanatoa kwa impeached magavana, watu wanasema kwa impeached, vurugu vurugu. Na hii inapoendelea inamaanisha ya kwamba hawa wadosi hapa juu ambao wana magari kubwa kubwa, wana swimming pool wana watoto wao nasoma shule nzuri, aweko sawa, wanapigana, lakini mwananchi ndio anaumia. Kwa hivyo mi naumiza ya kwamba viongozi Ukambani, na nawaomba tukiwa mahali tumefikia hivi sasa, na vile maendeleo hayajatiririka vizuri Ukambani vile inavyopaswa, kwa sababu ya ile msunyiko na kutokusikizana, naomba tuwe na amani, na mimi niko tayari kujitolea kuja kukaa chini na viongozi, Excellency governors wakiniruhusu, speakers na MCS, tuangalie kama kutakuwa na fomula ya kushikana mikono na kufanya kazi pamoja, tukijua ya kwamba kama wewe ni governor na hujamhudumia mwananchi, kama wewe ni speaker na hujamhudumia mwananchi, kama wewe ni MCA na hujamhudumia mwananchi, kama wewe ni MP na hujamhudumia mwananchi, kama vile Rais Ruto alisema juzi, wananchi vile watakufanya wanajua, wanajua dawa yako pale 2027. Kwa hivyo kwa wakati huu tupunguze vita, tuendeleze maendeleo na amani, ndio tuweze kusonga mbele kama eneo la Ukambani mahali mimi nilizaliwa.